Katika kuelekea kilele cha maadhimisho ya miaka thelathini na tano ya utendaji kazi nchini Tanzania, TAFES huduma ya kitaifa isiyo na mipaka ya kidhehebu inayowahudumia wanafunzi walioko vyuoni na wahitimu ndani na nje ya nchi, kwa kuwatayarisha kuwa viongozi bora, inawakaribisha wadau wote wenye mapenzi mema na ustawi wa vijana katika taifa letu kuungana nasi katika kampeni ya kukusanya shilingi za kitanzania milioni mia nne na hamsini ili kufanikisha ukarabati na uboreshwaji wa kituo chetu cha uwezeshaji na ustawi wa jamii kilichopo Boko, Dar es Salaam, kinachotoa huduma mbalimbali kwa wanafunzi zaidi ya elfu sita. Pia kuwezesha TAFES kupanua huduma zake ili kuwafikia wanafunzi wengi zaidi vyuoni, yani campus outreach. Tuma mchango wako kupitia lipa namba ya Mpesa 58260800 au CRDP Bank akaunti namba 015c655501200 si. kwa maelezo zaidi tupigie simu namba 0754088461 au tembelea mitandao yetu ya kijamii at TAFES Tanzania. TAFES Reaching Students Transforming Lives.